Maanisha funga ya mwezi wa Ramadhani kwa kuonekana mwezi, haiukusema sumu lirukyatihi wa afdhilu lirukyatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi na pia fungueni kwa kuonekana mwezi. Haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallama, kwamba tufunge kwa kuonekana mwezi na pia tufungue kwa kuonekana mwezi pia na kutokana na kutofautiana kati ya maeneo ya kijiografia na upana wa a yani, ni kwamba ukilitizama hili suala la mwezi, anza kufunga katika siku moja. Kijiografia ni kwamba ulimwengu mzima hauwezi hauwezi kufunga katika siku moja, kwa sababu ya kutofautiana baadhi ya maeneo ya kijiografia hilalia fi baladin wala tahbutu fi baladin ahar. Na vile vile, kwa sababu kwa sababu, yawezekana mwezi itika kuonekana katika mji fulani, lakini hukumu yake lithibitike katika mji mwingine, walihadha ihtilaful fuqaha. Na kwa sababu hii ndiyo maana wakasitalifiana wanawachuoni kisheria masalati tawhid suyami katika masala ya kwanza kufunga katika sikumezi. Fadhahaba ba'dhum ila i'tibari ikhtilafi lmataliri, na wakaenda baadhi yao ao juhudi katika kuzingatia kule kulekuvitalikiana matumozo ya mwezi wa dhahaba. Akharuna ila imkaniyati tawhid, na pia vile vilevile wakaenda wanaasuuni katika uwezekano kufunga pamoja inda dhubuti rukyati sahiha za mababu utathibitika kuonekana mwezi ule kwa sahihi yani, ni yule mwezi ambao kwamba utaonekana pasina kutegemeza kalenda ama kuangalia kwa vyombo kama anavyofanya Saudi Arabia, kwa sababu kule Sudia ni nchi ambayo kwamba ipo down sana, au ipo chini, hawezi kuona mwezi kwa macho. Kwa hiyo wao huwa wanatumia vyombo kama vile telescope ili kuweza kuona mwezi, lakini vile vile wa alayhi na tuendapo na kauli hii fa inna tawhid fa inna tawhid siyam fi yaumin wahid lijamii ahlil ardhi, hakika kuanza kufunga katika siku moja kwa watu wa ardhini, hakika uanza kufunga kwa watu wote wa ardhini yumkinu min haithu nadhariya, inawezekana, inawezekana kwa ma, maono ya kikauli, yani kwa kusema mdomoni, inawezekana dunia tupaaze kufunga pamoja kwa ba kusema mdomoni, lakini taha... lakinahu sau tahakiki ilmia, lakini ni vigumu kuhakikisha kisheria kwamba dunia nzima n yani nzima tuanze kufunga pamoja, elimu ni wallahu walwajib ala lmuslim, na ambacho kwamba ni cha wajibu kwa Muislamu. anyasuma maa ahli baradihi, ni kuanza kufunga na watu wa nchi yake, yani pale mahala alipo. wa ayantaza ma bima takararahu ljihadu lshariia almawthuqa, na kulazimiana na kile ambacho kwamba kimekubaliwa katika njia za teoria zenye kuaminika tahaqiqan lilwahda wa kuhakikisha umoja wa pale ulipo wa darhan likhilafi na kukondosha ira, wallahu wa alam, na Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi. wahwa wa, tawfiq ila sawadi sabibu na Mwenyezi Mungu ndie mwenye kufikisha katika njia viliomgoya sawa ila huna intahi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa

viongozi wetu wa umma na yasi mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu <tohi> nimesimama mbele yenu kwa ajili ya kuwaletea majawabu ya baadhi ya maswali ambayo kwamba maswali haya yanatatiza wengi sana katika zamani hizi. Swali la kwanza ni kama alivyouliza mwenye kuuliza, ambalo kwamba swali hili linapatana ndani yake na maswali mawili kama alivyouliza mwenye kuuliza mahukmu marasati lahmati mudakamati wa kurati lqadami ni ipi? Um, hukmu ya kushindana mchezo wa muiza boksa na mpira miguu? Aljawae jawabu nuusakuni, kwamba ihtama lislamu bisihati linsani wa hifadhi baralahu, uislamu umetilia umuhimu sana afya ya mtu na kuhifadhi mwili wake wajala dhalika min maqasidi shariati alazima, na ukajalia hilo kuwa katika makusudio ya sheria shariawa. Walidhalika abaha kula ma fihi minaf waquwat lilbadani, na kwa sababu ya hivyo uislamu umehalalisha kila jambo ambalo kwamba i na na kichwani, baba shadida kumpiga pangua. Ndugu zangu, huu mchezo wa ngumi za boksa unazingatiwa sana usoni. Mtu ukimpiga usoni, ndio ndokonti zinazina. Kwa hiyo mtume amekataza wakati thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwamba hakika imethibiti kutoka kwa mtume saanahua amba hia mtume sallallahu alaihi wasallam saal sams

Mchezo huu katika asili yake ni mchezo wa al aminhaihlaai na kutokana na vidhibiti hivi, vidhibiti ambavyo au sharti ambazo kwamba tukishikamana nazo sharti hizi, mchezo huu utakuwa ni halali moja kwa moja, na tukiziacha sharti hizi, mchezo huu utakuwa ni haramu moja kwa moja. Sharti ya kwanza ala ala kashfi la awrati, usije ukafungamana na kufunu kwauji. Na sharti ya pili, alla tuaddi ila tarki aribati, usije ukapelekea mchezo huu wa chawaji kaswalati kama vile swala. Na sharti ya tatu mchezo huu usije ukafungamana na kamari au taasubu au mapenzi kupelekea yaani, kuupenda mchezo huu mpaka unapelekea kuacha wajibu kama vile swala vile swala vingine, washatumu na kutukana katika mchezo huu. Ikiwa mnacheza mchezo huo, lakini kuna matusi ndani yake, mchezo huu utakuwa na ubaya wa waanbadaha na mabaka. Mchezo huu ukiwa unapelekea mtu kupata madhara. Mchezo huu utakuwa